yako chini ya nafasi yako, ujumbe uh, wako kwa mashabiki wa Simba wa mashabiki wa Young Africans Sports Club ambao wanakwenda kupambana nao kesho, lakini mashabiki wa Ligi Kuu ya NBC kwa ujumla. Karibu sana. Asalamu As assalamualekum. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika siku ya leo ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu muhimu mchezo wetu wa Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo wa dabi ya Kariakoo, mechi ambayo kimsingi inabeba historia kubwa ya mpira wa Tanzania, mechi ambayo inabeba, inabeba mwamko mkubwa wa mpira wa Tanzania na ndio kilele cha soka la Tanzania kwa kukutanisha vilabu hivi viwili vikubwa nchini Tanzania kwa upande wetu Simba Sports Club tumeshafanya maandalizi yote na tuko tayari kwa ajili ya kesho. Nichukue nafasi hii kuwaita Wanasimba wote kesho Benjamin Mkapa, muda wa mechi unafahamika. Twendeni tukafanye kile ambacho tumejiandaa kufanya. Asanteni sana. Asante sana Ahmed, na nakaribisha pia maswali mawili kwake maswali mawili kwa Ahmed Ally. Swali la kwanza tutapokea hapa, najua kuna usajili mpya wa wachezaji ambao hawajaakjua mwamko na wapokezi hao wachezaji wapya, ambao nafikiri ni mchezaji mmoja pekee ndiye ambaye hajacheza haja dabi ya msimu huu hapa namzungumzia Volcano Eli Mpanzo. Wengine wote waliobaki walicheza ngao ya jamii na wengine walicheza mechi ya kwanza ya roundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi hii, kuna wale wageni, kuna ambao wanacheza mechi yao ya tatu, wengine mechi yao ya pili, lakini kwa Mpanzo pekee ndio anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi, na yeye kama ilivyo kwa wengine maandalizi yao mwamko wao na pressure yao ni kubwa kuelekea katika mchezo huu. Asante, swali la pili. <laughs> Karibu sana Maajabu eh? Huna namna. Namnapigwa hapa tumekaliwa hapa. Taswira <laughs> na njia ya ubingwa waunsimbaz wa Simba ipo kwenye mechi ya tarehe 8 bila shaka na maandalizi yanawezekana kawa yako hivyo, utayari ukoje kuona kesho, jasho damu tunakwenda kumwagika, ili taswira ile ya ubingwa wana Simba, ambao ulikuwa unawaambia mara zote kwamba iko tarehe nane na kwenda kupatikana? Hii ni mechi kubwa eh, ambayo ina, ina, inabeba vitu vingi sana maana yake ni kwamba, eh, maandalizi yake vile vile na yenyewe yanakuwa ni makubwa sana kwa hiyo eh, wiki nzima hii tangu tumerejea kutoka Arusha baada ya kumalizana na posti, tumekuwa kwenye maandalizi hayo makubwa. Ukiachilia mbali ya kwamba ni mechi ya kwenda kupigania ubingwa, lakini ni mechi ambayo inabeba vitu vingi sana ndani yake. Kwa hiyo hata maandalizi yake yanakuwa ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo tumejiandaa pakubwa kuelekea katika mchezo wa kesho. Malizia, asante. <laughs> Yes, Ahmed, ah, nakushukuru, uh, sana, lakini pia la nyongeza kwa nani. Sawa. Assalamu alaykum, kuna swali moja. Mimi nafahamu kama mashine ya kuongea na kuelekea katika dabi ya mm Kariakoo, sawa, unaelewa, inawezekana ukawa uh. wenyeji mwenyeji ni sijajua ni kipi kinachopelekea sababu mashine kuongea kama leo hii hapa tukiona uko down? Maanake kuna taswira gani kwa wanasimba ambao wanatazama sasa hivi? Inawezekana uhisi kama unawatia hofu hivi e, au tusubiri mashine ya kuongea kesho, inaweza ikaongea. Karibu kusema ukweli, ni swaumu tu <laughs> so, sikusagawanyika wakati Ali ana jibu uh, maswali alizungumza na, na mashabiki wa Young African Sports Club. Kwa hiyo si vibaya nawe ukazungumza na mashabiki wa Simba ukafikisha ujumbe wako. Mimi cha kuwaambia mashabiki wa Simba, wachezaji wetu wanategemea nguvu yetu, wanategemea sapoti yetu. Manake tunawajibika kuja kuwapa nguvu wachezaji wetu tunaingia pale uwanjani kwa ajili ya wachezaji ambao watakuwa wamevaa jezi nyekundu. Wakati wao wanapambana kwenye pitch ya Benjamin Mkapa, sisi tunapambana kwenye majukwaa ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mwana Simba, hakikisha kesho unakuja Benjamin Mkapa, tena ukija umevaa jezi yako ya Simba Sports Club. Na kwa hapa tupende kuwatangazia mashabiki ya kwamba jezi zimeshuka bei special kuelekea kwenye hii dabi, ili wanasimba kesho kwenye majukwaa yetu iwe imetamalaki. Jezi nyekundu imetamalaki, jezi ya nyumbani tena, jezi ya msimu huu, zile mpya za msimu huu ndiyo maalum za kuvaa kwenye mechi ya kesho. Bei ni shilingi elfu kumi ukienda kwenye maduka yote ya Sunderland, Kariakoo, Msimbazi ukienda eh, kwa Vunja Bei maduka yote unapata jezi original ya Simba kwa kumi elfu. Hii ni maalum kila mwana Simba. Najua ni, ni, ni, ni Ramadhani ni Kwaresma ni nini, lakini usije na kanzu, hatuende kuswali pale Benjamin Mkapa, tunakwenda kuishangilia.